Ni waombe waheshimiwa madiwani, kuna dhana ambayo tunatamani kama wataalamu tuweze kuisimamia pamoja na waheshimiwa madiwani kwamba wakati mwingine changamoto zingine tuna uwezo wa kuzitatua sisi wenyewe ndani, bila kutegemea hata hiyo TARURA, na ndio maana na uwezo wa kusimama hapa na kutolea ufafanuzi, kwa mfumo upi tunapambana kwa kiasi kikubwa sana na toni yetu mmeiona kama waheshimiwa madiwani, wataalamu tunatamani sana kudhibiti ukusanyaji wa mapato ili tuweze kukusanya zaidi ya bilioni tano ya mapato ya ndani, na unapokusanya zaidi ya bilioni tano au ukakusanya bilioni kumi, ndio tunaporuhusiwa kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara za vijijini kama ambavyo ilipo ilivyo jiji majiji na manispaa ambapo wanakusanya fedha nyingi na ndani ya hizo fedha yani, ni lazima zitengwe kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Sasa malengo yetu ya kuhakikisha kwamba tunakusanya kila senti iliyopo Hanang' ambayo iko ndani ya sheria, kanuni na taratibu, tuikusanye ili mwakani tunapoingia kwenye utengaji wa fedha, tutakuwa labda tumekusanya zaidi ya bilioni kumi au kumi na mbili tutatenga fedha kwa ajili ya hizo barabara ambazo ni changamoto ambazo zinaletwa hata kwenye baraza la kazi, na lengo letu kama wataalamu, kurahisisha shughuli hiyo, tutakuja na mpango wetu wa kununua vifaa vya ambavyo kama Hanang DC tutavimiliki vya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo hata zile barabara korofi hatutaweza kutegemea TARURA kwa, kwa maana ya ile bajeti ya serikali kuu mpaka itakapofika huku, tutakuwa tumefanya jambo fulani. Kwa hiyo hiyo ndio concept ya mimi kutamani tukusanye zaidi, ili tutenge tununue vifaa. Kwa hiyo halmashauri ya Hanang', nimeona changamoto kubwa iko kwenye barabara, na ndio maana hata kwenye baraza la kazi hapa kila mheshimiwa diwani akinyanyuka ataongea kuhusu barabara, kwa sababu mimi naamini kwenye huduma za afya na huduma za elimu pamoja na kwamba kuna changamoto lakini kazi kubwa sana imefanyika lakini barabara tuna mvua inaendelea kunyesha, mabadiliko ya tabia nchi yapo. Kwa hiyo natamani sana tuongee lugha moja kwenye ukusanyaji wa mapato, ili mapato yatakapokuwa makubwa mwaka wa fedha 26 27, nilete mapendekezo kwenu tuwe na vifaa vyetu vya ujenzi wa barabara ili tuwe tunasaidia ku clear barabara korofi. Niwashukuru sana naamini kwamba kwa majibu mazuri ya mkurugenzi akiwaongoza wataalamu wake, na mimi niseme mimi pia nataka niamini pamoja na wewe kwamba tutaendelea kushirikiana na wataalamu wetu na kazi nzuri itafanyika kwa serikali yetu, kwa ajili ya kazi na pesa ambazo zimekuja katika kata yangu na kazi zinazoendelea sasa hivi. Kwanza nashukuru na washukuru wananchi wa kata ya Giti kwa ajili ya kuanza ujenzi wa ofisi ya kata kiwango cha ukuta karibu milioni 16 zaidi, lakini kupata milioni 20 hapa, na kazi inaendelea sasa hivi umalizike. Nashukuru sana. Lakini pamoja na hayo, washukuru wananchi wa kata ya Giti kupitia kijiji cha Giti kuchangia wao wenyewe milioni arobaini na mbili zaidi kwa ajili ya kujenga bomba la hostel ya a wavulana na tukapata milioni sabini kwa ajili ya umaliziaji na kazi inaendelea sasa hivi asilimia ama zinaika. Nashukuru sana kama ambavo wenzangu etugiza serikali nami ni ungali nao serikali imefanya kazi nzuri kwa watumishi wake mkurugenzi mheshimiwa mbunge rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mimi niipongeze serikali ya uhalali nzuri ambayo inaendelea katika maeneo yetu.